Kwa niaba ya wakulima wadogo wa mkonge katika Amcos hizo tano. Dhumuni kubwa kabisa la kutuleta hapa ni kuja kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nakumbuka wiki moja iliyopita alifanya ziara mkoa wetu wa Tanga na akafika Korogwe. Alitoa tamko la, la mashine za kuchakata mkonge ambazo ziko chini, ya, ziko chini ya mashamba ya bodi ya mkonge ambazo zilikuwa zinaendeshwa na kampuni ya Sisolana akisema kwamba korona hizo ziendeshwe na vyama vya, usi, vya ushirika Amcos vikiwa chini ya bodi ya mkonge wakishirikiana ili kuleta ufanisi zaidi. Kwa kitendo hicho, sisi wakulima wadogo tumeamua tuje kutoa shukrani zetu za dhati, kwa sababu ni kitendo ambacho wakulima walikuwa wanaumia sana kwa ajili ya uendeshaji wa zile mashine, zilikuwa zifanywe kwa ufanisi kutokana na usimamizi ambao haukuwa ni mzuri. Sasa kwa kurudisha zile mashine zisimamiwe na Amcos, ina maana utekelezaji utakuwa vizuri kwa sababu tutakuwa tunamiliki mashamba pamoja na mashine mitambo ambayo likabidhiwa, jumla ni mitambo saba. Kuna mitambo miwili shamba la Magoma, kuna mitambo miwili shamba la Mwelia, kuna mtambo mmoja shamba la Hale, mtambo mmoja eh, shamba la Mgombezi, na mtambo mmoja eh, Magunga. Jumla inakuwa mitambo saba ambayo inatakiwa ikabidhiwe Uh, kwa AMCOS kwa, kwa, kwa waweze kuendelea, na hajatoa matamko haya kisiasa, ametoa matamko haya kwa kufahamu nini anayofanya. Kwa hiyo lazima sisi bodi ya mkonge tutahakikisha kwamba tunatekeleza jambo hili kwa manufaa ya AMCOS, kwa manufaa ya sekta ya mkonge na wakulima wetu. Mipango ilikuwa tumeshaanza kwa upande wa kila AMCOS nayo kuongeza uh, mitambo yao wao wenyewe binafsi.